Shuga yangu kumbe, unakaa hapa, yani unakaa kwenye mjengo mkubwa kweli! Jamani, nyumba nzuri hii, ni kupongeze kwa hilo mm. Shuga yangu, nawe kwa maneno wewe he! Yani kwani haupajui kwangu? Jamani, hii nyumba yangu ni ya ulisi hii, ni kwa nyumba ambao nilikuwa nakaa mimi na na marehemu mume wangu, ndio alivyofariki akaniacha hii nyumba. Sio kwamba eti nimepambana mimi nikajenga nyumba, ha, we natoa wapi pesa Sema hii ni ni nyumba ambayo tulikuwa naishi mimi na, ma, na marehemu mume wangu na binti yetu ambaye nimemwacha nyumbani hapo. Lakini vipi, shoga yangu, karibu hata ndani basi, uje utie hata baraka, nikupe hata juisi maji au soda chochote unachotaka kunywa tu, mimi nikupe. Kwa kweli, leo umeweza kunifurahisha sana, umenipeleka sehemu ambayo sikutegemea. Tumeinjoi, tumekula vizuri itakuwa sio mbaya kama utaweza kuingia mpaka ndani uweze taku, uweze takutia baraka kidogo tu. Shoga yangu, muda umekwenda sana, kwa hiyo ah, nitakuja siku nyingine. Kwa kweli na mimi nashukuru kwa kampani yako uliyoweza kunipa, lakini tutapanga siku nyingine, nitakuja kwako nitashinda na wewe, lakini kwa sasa hivi nikiangalia muda wangu umekwenda, na mimi natakiwa nirudi nyumbani, kuna kazi za kufanya, kuna kazi ya kupika inanisubiri. Leo tumeweza kutumia muda mwingi, tumeenjoy wote, tumefry. Kwa hiyo mimi tu acha nikuache upumzike nitakuja siku nyingine, shuga yangu. Shuga yangu we wewe naye kwa mambo mengi wewe, haya bana, mimi ni ngoja nikuache wende ukafanye kazi zako za nyumbani. Ngoja mimi na mimi nende ndani nikaangae nikiendelea, maana nimemwacha binti yangu muda mrefu. Sijui hata kama amefanya kazi au ameacha, maana na yule naye anajua akili zake mwenyewe. Haya basi shuga yangu, baadaye. Hey, hivi viatu vya nani tena hapa? Mbona kama ni viatu vya yule mpangaji wangu yule na vya binti yangu? Ah, mm. Mbona kama kuna sauti ambazo sizielewi humu ndani ina maana huyu kijana leo hajakwenda kazini na kama hajakwenda kazini manake humu ndani hatakuwa ameshinda na binti yangu. Kuna mchezo unaendelea humu ndani, humu. Ngoja nikawafumanie hawa wanafanya kitu gani. Haiwezekani yani, na nilishamuonya akae mbali na binti yangu. Nashangaa kuona viatu vyake sasa hivi saa sita mchana, anakuja kufanya nini sasa hivi? Eh? Hatakiwa kwa kazini lakini sasa hivi yuko na binti yangu ndani. Hmm. Ngoja niingie ndani nikaone nini kinaendelea humu kwanza. Nimeenjoy sana mapenzi yako leo yaani, kwa kweli Maria, leo umenifanya niwe mtu mwenye furaha sana kwa kweli. Ah, ningekuwa ni hivi kila siku, mimi hata kazini singekuwa nakwenda. Nashukuru sana kwa uwepo wako, umeweza kunifanya nijisi mwanaume tena. Mm. For sure, hata mimi mwenyewe sikutegemea kama ningeweza kupata mwanaume shababi kama wewe. Kwa kweli mm. Uko very strong, uko very energetic na unajua mapenzi. Yaani kwa kweli umenifanya leo nimeenjoy, nime, enjoy, nimefurahi Ah, yani siku, siku imagine kama siku ya leo ingeweza kwenda hivi, lakini hii tuifanye uesiri, mama yangu asije kujua chochote, maana yake na wasiwasi. Anaweza kwa, ndio mida yake ya kurudi. Hii mimi wacha niende, alafu tuta si tuta tutaona tuta, baadaye tena. Na msemo mmoja wa Kiswahili usema haraka haraka haina baraka, na usiwe na haraka haraka kiasi hicho. Sasa ndio tumekakaa kidogo tu, mamako hawezi karudi saa hivi. Kwa hiyo tuendelee kukaa hapa, najua yule kuna mashughuli zake za vikoba, anaweza karudi jioni. Kwa hiyo leo hata tunaja kupika leo tukae huko ndani tu enjoy. Wewe unaonaje, una wai wai nini? Mamako akija hapa hawezi akajua kwanza kama upo huko. Hawezi kuja chumbani kwangu mimi. Kwani haukufunga mlango? Mbona mlango una gongo huyu? Itakuwa amerudi mamako sasa hivi. Mungu wangu, mama mwenye nyumba amelejea. Yaani, hapa sijui najificha wapi. Eh, kwani haukufunga mlango? Ehe, si unaona utakoma shauri yako. Mimi nilikwambia niache mimi niondoke sababu mimi namjua mama yangu kuna muda mwingine huwa anarudi kwa kushtukiza kama hivi. Akiwa anahisi kuna kitu ambacho hakiko sawa na mimi leo nilikuwa namuonyesha mashaka toka mwanzo kabisa. Lakini mm, mimi nilikwambia niache niondoke, asingetufuma tufuma humu. Haya, angalia sasa tumefuma humu. Si utaelezea uta, uta nini sasa? Kuisha habari yangu. wangu jamani, uh, samani mama, ni nyumba sio hivyo unavyofikiria, naweza nikajielezea. yarabi, yarabi mtume! Yani hivi wewe kijana unanifahamu vizuri, umejaribu hata kufuatia story yangu vizuri eh? unanijua vizuri wewe, nilikuambiaje kuhusu kutembea na binti yangu? Na nilikuwa nakuonya kila siku katika masharti yangu mimi, kama ni nyumba, nilikwambia Sitaki ukaribu na binti yangu. Hiki ninachokiona ni nini? Yaani nitakachokufanya wewe leo utakuwa mfano. Ushawahi kufokolewa wewe? Na kuuliza, ushawahi kufokolewa? Mama, naomba umsamee jamani. Naomba usimfanye kitu kibaya huyu mkaka wa watu jamani. Hakuwa na dhamira mbaya. M, kelele huko na wewe. Kigeguru mmoja tu wewe. Yaani wewe unafanya mambo ya ajabu kwenye nyumba yangu na nishakwambia usipende kupapatukia wanaume. Yale yani wewe naita mpangaji. Kwa ajili ya kuweza kuendesha kwe, maisha yetu hapa nyumbani, na wewe uweze kupata pesa kwenda shule, wewe unaenda kufanya umalaya au mdani? Si ndio nilikwambia sitaki na wewe weke ukaribu na wanaume au mdani? Mbona unaona unakuwa ni, ni, ni, ni, mtu ambaye sio mwelewa eh? Haujui hiki ndio unachokifanya kina mazara gani? Tena usiongee, naomba ukae kimya. Huyu leo nataka nimfundishe adabu, huyu amejichanganya leo kwenye, kwenye kundi la minga. Leo atauona cha mtema kuni. Yaani kwa ulivo ni kela, kwa ulivo ni uzi, ni na asila, yani imenikaa mpaka kwenye koo. Yani he, dogo sikia. Aya, e, emuva e, nguo zako, ondoka hapa. Naomba unibakizie huyu kijana ni baki naye huku ndani. Anieleze vizuri. Yeye amekuja kupanga au kutembea na watoto wa watu? Mabinti tunawasomesha kwa shida, wewe unakuja tu kutembea nao kwa aisee. Dogo, naomba uvae nguo, uondoke. Naomba uniache naye huyu, nimfundishe somo leo. Hey, kwa hiyo dogo, naona mwenzako ameshatoka nje sasa, kazi ianze. Yaani wewe utanieleza vizuri, kwa nini unapenda kutembea na mabinti wa watu tena, hauogopi kabisa binti wa mama mwenye nyumba, mama katiri, mama babe? Yani haujafuatia historia yangu vizuri wewe, umekurupuka kurupuka tu unaanza kutembea na binti yangu wewe eh? Hmm. Yani utanieleza vizuri wewe leo. Hapana, sio hivyo mwa nyumba. Naomba unisamee kwa kweli. Nilipitiwa tu ni hali tu ya ushetani na upweru ulini ulinikaba. Ndio maana ni nikajikuta nafanya hichi kitu. Naomba unisamee kwa kweli, sitarudia tena. Naomba usinizuru mama yangu. Aha, eti upweru. Kwa hiyo wewe unajikuta wewe ndio jogoo kabisa, si ndio? Wewe kila sehemu unapokwenda unataka tu kupalamia mambo. Sasa leo umepalamia leo kundi la minga. Mimi ndio jogoo lenyewe. Yaani nitakacha kufanya wewe leo, nataka nikufanye somo na haiishi hapa. Lazima uende ukanyee debe, lazima nikupeke ndani wewe, haiwezekani. <inaudible> Ehe, yani kwa kipigo nilichokupa leo, naona itakuwa ni somo na fundisho kwa vijana wengine ambao wanapapatikia tu mabinti ambao wanaishi kwenye nyumba kama hizi za wenye nyumba. Lakini sasa hapa haiwezi kaishia hivi hivi, mimi kwa kweli hauwezi ukatembea na binti yangu afu nikakuacha hapa. Lazima nikupeleke ndani, lazima nikufunge wewe, uende ukajue kunyea debe. Hey, ujifunze tabia yako na uweze kujirekebisha. Maanake watu kama nyinyi tukiwaacha, ndio mnatuharibia mabinti zetu, mnawapa mimba na kuwatelekeza. Mimi tayari nisingomaza, afu nataka tena binti yangu aanze kuwa singomaza. Karibu sana mama, labda ungependa nikusaidie kitu gani? <laughs> Yani, afande kwa kweli hata hamu ya kukaa tu sina. Yaani kuna mwalifu mmoja kikagulo mmoja ambaye kwa kweli ni mpangaji wangu of course. amekuja kupanga kwenye nyumba yangu, na mimi ni mama mwenye nyumba, nilikuwa nimempa masharti yangu. Come down mamaangu. Mbona unaongea kwa jazba kiasi hicho? Ehe, ehe endelea, aka akawa amefanya kitu gani? Sasa, afande, usinikatishe. Yaani namzuka wa kuongea ipo hivi. Mimi ni mama ni nyumba. Aa, kuna kijana mmoja ambaye alikuja kapanga kwenye nyumba yangu mimi ambao ni nyumba nilipata ulisi wa mimi na mme wangu. Ndo nyumba ambayo nikaifanya ikawa ni nyumba ya kupangisha. Sasa huyu kijana nilimpa masharti ya kwamba kwenye nyumba yangu hatakiwi kutembea na binti yangu, lakini cha ajabu, kwa hali ya kushangaza na kwa ujasiri kabisa huyu kijana nimemkuta yuko na binti yangu chumbani wakiwa wamesaula kila kitu yani. Tafarani kabisa, nimepigwa na mshangao, nikabidi kwanza nimshughulikie nim, nim, nimnyooshe kidogo nimtie adabu, lakini mimi nataka sheria ifate, ifate mkondo wake. Kwa kweli hilo ni kosa kubwa sana kisheria. Huyo uh, kijana uh, ametembea binti yako, ni mwanafunzi au ni, ni, ni, ni mtu tu wa kawaida na, na umri wa miaka mingapi binti yako? Yaani binti yangu bado ni mdogo sana, mdogo yule hata miaka 18 haijafika. Sasa hivi ndo ana miaka 17 kasoro. Yaani kwa kweli amenirudisha nyuma sana. Mimi napambana huku na huku nipate pesa binti yangu aweze kusoma, aweze kujiendeleza baadaye kimaisha. Alafu kuna mtu mmoja tu kikagulo mmoja anakuja tu ananiharibia kila kitu. Mimi afande, nomba huyo mkamkamate, alafu mumweke ndani iwe somo na fundisho kwa vijana wengine. Ah okay, haina shida. Unaweza kutajia address ya nyumba unayoishi ili tuweze kufika hapo mimi na kamando wenzangu. Ah mimi nakaa nyumba namba 45 kwa Azizi Ali. Pale ukishashuka tu kwenye daraja mkono wa kushoto ile nyumba kubwa ndio ninapokaa mimi hapo. Kwa hiyo naomba nimfike haraka, mtekeleze hili tukio mumkamate huyu mumweke ndani. Okay, hamna shida. Wewe tu kuwa na amani, sisi tutafika hapo ndani ya nusu saa tutakuwa tumeshafika na mtuhumiwa atakamatwa na atawekwa ndani uh, ya selo ili asubiri ya mashtaka yake. Kwa nini anatembea na binti ambaye ni underage na ni mwanafunzi? Na akikutwa na hatia uh, tutaenda kumfunga kifungo cha miaka 30 jela. Kwa hiyo wacha mimi na timu yangu tuweze kufika ilo eneo. Kijana upo chini ya ulinzi, chochote kile utakachokifanya kuweza kujitetea au kukimbia kitakuweka hatiani, kwa hiyo hapa tuongozane, kwenda kwenye kituo cha polisi, utaenda kujibu mashtaka yako. Ah, yani afande, mko serious kiasi hichi? Jamani, mimi kwa kweli nilipitiwa tu siku za milia kufanya hichi kitendo, naomba nimisamee jamani. Mnapoenda kuniweka ndani, nitaishi vipi? mm, haha. Kwa hiyo wakati unachanua msamba tu ulikuwa unaona laa, haukujua kama hii kitu kingeenda kutokea, si ndio? Wewe utaenda kuelezea vizuri kwanza, tuende kwa kuweke ndani kwanza wewe, tuku, we, uwe funzo kwa vijana wengine. Mimi ndio mna walimu mabinti wa watu, mama watu wanapambana wewe tu kutwa unachanua tu miguu. Haya, twende sasa. bwana mdogo, nimekuleta ukae humu humu, utakaa humu. ni selo hii ni, ni, ni selo ndogo kwa ajili ya watumiwa kama nyinyi. utakaa humu kwa muda wa siku tano wakati tunaendelea na upelelezi, na endapo ita, utagundulika kwamba una hatia aa, kesi yako itafikishwa mahakamani. ukigundulika una hatia Unajua sheria za nchi yetu, kutembea na binti ambayo yuko chini ya miaka 18 ni kosa kisheria. Unaweza ukafungwa jela kwa muda usiopungua chini ya miaka 30 au zaidi, au unaweza kupewa miaka 30 pamoja na faini ya pesa. Kwa hiyo unabidi usubiri mashtaka yako, sawa? Da, yani ah, isieni kosa moja tu limeniweka ndani, jamani. mm. Kwa kweli kutembea na watoto wa mama mwenye nyumba ni hatari yani, leo naenda kujutia mimi. Naingia gerezani kwa kosa ambalo nilikuwa naweza kujizuia kabisa. Ah, basi sawa, afande. Safi sana, yani nimefurahi sana wewe kwa ndani, manake wewe unajikuta joko kibisa yani. Wewe unajua kabisa nisha kuambia usitembee na binti yangu, lakini ukawa unanizunguka mimi, naenda kwenye miangaiko yangu kumbe mwenzangu hata kazini huendi, unatoroka alafu unatembea na binti yangu yani wewe, na hati ya kesi yako mimi ndo nayo, manake mahakamani nitaenda mimi. Wewe unaweza kubaki huku huku, na kuhakikishia kabisa miaka 30 inakuhusu, lazima ukae ndani na hautatoka mimi nakwambia. Ukitoka wewe labda mimi nisiwepo hai, hauwezi ukatoka humo ndani, huwezi ukanifanya kitu kama kile cha kihuni hivyo. Yaani kwa kweli leo hii ndo nimeamini kwamba wewe mama ni mtu katili, ni mtu ambaye hautaki masiara kabisa. Mimi nilikuwa nakuona tu ni mchekea mchekea, kumbe ni mtu ambaye uko serious sana. Kuna ah, msemo unaosema maji ukishayavulia nguo sharti uyaoge. mimi kwa kweli nimeshajichanganya, acha tu nitumikie tu hichi kifungo changu, sina namna yote.